Wa kata Kasharu, kijiji Katoni. Kero yangu nasumbuliwa na mkwe wangu pamoja na diwani wa kata Amatus Paulo Makubo, wamenidhurumu sehemu yangu ya kiwanja, na anaponikuta viwanjani Paulo Matus Makubo ananitambia, amemwambia mdogo wangu wa mwisho, wewe ni mwalimu mfanyakazi wa serikali, sisi ni wakulima, nenda kokote shamba lenu hamlipati. Kwa hiyo tumeanzia kwenye baraza la kata tumekosa suluhu yoyote, tumeamua kwe, kutaka kwenda mahakamani, hatukupata hela ya kumlipa wakili. Nilipoenda kwa wakili, akaniambia anataka kuendesha kesi kwa shilingi laki nane nikakosa. Kwa hiyo nilivyosikia waziri anakuja kuna msaada wa bure wa kisheria ndo maana mnaniona hapa kwa maana hiyo, ni nilivyosikia kwenye ratiba Kasharu wa Mwendi, ndo maana nikaja hapa Kemondo. Kwa hiyo ninaomba waziri, naomba mnisaidie kwa tatizo langu hilo. Aya, sasa Jovita nakusikiliza. Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuletea wanasheria, amekuletea mawakili, gharama zote ameshalipia yeye ili wakusaidie, upambane uweze kupata haki yako. Sosola, naomba mlete wakili hapa, wawakili wa Samia Suluhu Hassan, nimwone hapa. Huyu kaka hey, itambulishe Naitwa wakili Derek Zefrin. Tayari nimeishaanza kumsikiliza, tuko kwenye hatua za mwisho ili tuweze kuendelea na utaratibu. tovita wakili msomi Derek ametumwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameshaanza kukusikiliza, akamaliza kukusikiliza, akakwenda na wewe mahakamani mpaka haki yako iweze kupatikana. Mshukuru sana Mheshimiwa Samia.